Ni tukio la mwendesha pikipiki ndani ya wilaya hii ya Babati ambayo ndio makao makuu ya mkoa wa Manyara e, amefanyiwa utekaji. Maana yake, baada ya kutekwa akafanyiwa ukatili na ameuawa. Sasa hivi tunavyoongea na wewe huyu, huyu bwana afisa usafirishaji kwa sasa ni marehemu, sio mzima kabisa, yaani hakuna mtu atakayekuja kusema tena vipimo vya kuthibitisha kwamba yuko hai ama hayuko hai huyu. Kwa sasa tamko rasmi kabisa Bwana Edward baba yake huyu Kelvin kwa sasa ni marehemu e. Matukio ya namna hii yanatupa hofu, maana yake nchi yenye amani lakini e, amani baadhi ya, ya, ya, ya makundi yanaonekana usalama unakuwa ni mdogo. Wito wangu sasa kwa serikali ndani ya mkoa, serikali ya kitaifa ambayo inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atuangalie mama yetu kwa jicho la huruma, kwa sababu e, tunategemea kuingia katika uchaguzi lakini, watakayeingia katika uchaguzi wanatakiwa wao watu sasa. Kama watu watakuwa wanakufa wanafa e, uchaguzi nani atakayeenda kwenye uchaguzi? Maana yake, lazima ulinzi na usalama pia tuhakikishiwe sisi wananchi ndo tuingie kwenye uchaguzi. Mimi kama kiongozi mkuu natamka maneno yafuatayo. Kwanza kabisa waliyefanya kitendo hiki hawana ubinadamu, wala hawana Mungu. Kwa nini? Hawana Mungu wala hawana binadamu. Mungu hahitaji mtu kumuua mwenzake, lakini ubinadamu unatoa damu ya mwenzako inamwagika kiasi hiki eh, ni jambo baya sana, ni ukatili mbaya sana naweza nikasema katika vifo pia vya hatari ambayo nilishawahi kuvishuhudia katika... kwa macho yangu. Kwa macho yangu. Mojawapo ni hiki kifo cha huyu mwanachama anaye paki kwenye kituo chao chake maarufu kanisa la Mungu, ama pembaini. Ni tukio baya sana. Hivi ninavyoongea na wewe, walifu hao pia wameweza kuondoka na hiyo pikipiki na wametokomea kusikojulikana, lakini jeshi la polisi limeshafika hapa na wadau mbalimbali mbali, vyombo vya ulinzi na usalama vimeshafika hapa. Kwanza tamko letu e... Watu hawa wapatikane haraka sana. Wasipopatikana maana yake sisi tutaiomba serikali kuu sasa e, iingilie kati kuhusiana na jambo hili, ndo tamko letu. Wapatikane tu kwanza haraka sana e, ndo tamko letu. Mimi kama mwenyekiti wa maafisa usafirishaji nataka watu hawa pia wapatikane haraka. Kwa majina, anaitwa Francisca Nderasio Mtei, ni mkazi wa hapa hapa Babati mjini, napaki kijio cha kwa bomboa hapo kwa taarifa hii tumesikitishwa tume sana, sasa kutokana pia na sisi wengine ni bodaboda moja, kwa sababu hata sisi bodaboda tunatafuta biashara. Ni maisha tunaetafuta, taahari ambayo tunatakiwa tuchukue pia kupaki pia kwa muda, kwa sababu hapa hatujui tukio limetokea ni usiku wa muda gani, sababu hapa pia kuna majirani, ila majirani unakuta ni nyumba za geti. Sasa kwa sisi hofu inakuja kutu nani. Pia nasi bodaboda tuchukue tahadhari ya kwetu, tunapaki muda ambayo unafaa ambayo bado kuna watu wanatembea. Uh, mimi naitwa Ali Sulemani ni bodaboda napaki la like kiweli naishi hapo miongoni kuhusiana na tukio hili, limetuumiza sana, kwa sababu ni matukio mengi ambayo anajirudia kila siku. Kwa hiyo si kama bodaboda tunapata wakati mgumu sana wa kufanya kazi uh, Pili, si ombi letu ni kwa serikali kuhusiana na matukio kama haya, kwa sababu wenyewe ndo wanayashughulikia. Kwa hiyo mi naomba yanapopatikana matukio kama haya wayafuatilia, na wanapowapata wahalifu wasipatikane kuachilia, kwa sababu ndo wanaorudi mtaani wanaotuzidi kututeketeza kila siku. Kama mimi hapa navyoongea, nimekuja kushuhudia tukio la mwenzangu hapa. Mi tarehe sita nimeibiwa pikipiki yangu mpya ambayo haina hata miezi mitatu, na matukio yanavyotokea, kuna watu wa ajabu ajabu ajabu ambao tukaona mtaani wanakuja uma, wanajifanya ni bodaboda, lakini mwisho wa siku ndo hao hao. Kwa hiyo mi naomba sana serikali tusaidie. Wanapokamatwa wasirudishwe tena huku mtaani, kwa sababu ndo wanaozidi kututeketeza sisi, wasirudishwe kabisa. Kwa hiyo sisi tumeumia sana, kama mwenzetu hapa na familia yake, ameuliwa. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa hata jinsi gani familia yake itakapopokea taarifa, kwa sababu wote tunafanya majukumu. Hii ni kazi kama kazi zingine, kwa hiyo tunapokutana na changamoto kama hizi, tunaumia sana. Basi kwa hiyo sisi tunaomba serikali tusaidie kwenye hili, kwa sababu ni matukio kila siku anayojirudia, sio mageni tunawapoteza wenzetu wengi na wanauliwa kwenye vifo vya, vya kikatili kama hivyo unavyoona, yaani ni ku, kutokuishi na watu ambao wafahamiki. Kwa sababu watu ambao wafahamiki unakuta mtu unamwona mara ya kwanza, mara ya pili humwelewe ni nani. Kwa hiyo mi nahisi tungekuwa tunawafichua watu kama hao ingesaidia sana, kwa sababu kila sasa hivi kuna, kuna utambulisho. Mtu anapofika kwenye mji ajitambulisha ajulikane, yes.